Sasa unajua ndugu yangu Kiafrika, ukishaomba msamaha na kukubali makosa yako unasamehewa, na ni wanaume wachache sana wako na courage ile, mimi kunaaya kusema mimi nimekosa, bunisamehe. Mimi nilikosa na niliona makosa yangu. Mimi sasa ni mwerefu, nimeerevuka, ninaona mbali. Huyu Ruto mimi namjua mimi, naambia wakenya kama vile William Ruto anatendea wakenya saa hii, na hajali, nchi inaporwa, hajali kila kitu imeharibika, hajali, anaendelea tu. Sasa tukifika hapa, Nzoia Sugar imeuzwa, Chemelil imeuzwa, na hajali na anahitaji kura za Wakenya. Mi nauliza swali ile kitu inanisumbua kama ni kilala usiku, kama anafanya hivi akihitaji kura ya wa Wakenya, na akipata second term? Hahitaji hawa hakutakuwa na nchi hapa, atauza nchi yote, atachukua kila kitu tumeona juzi mashamba ya pale ya kipsigis pale narok amechukua eka elfu sita watu wameuawa pale na ni watu ya jamii yake mpaka wa leo hajatumarabirabi ya kwamba watu waliuawa pale unaona mimi nataka kuwahisi wa kenya tukuwe wangalifu sana lazima turekebishe pahali tulifanya makosa na mimi nimejitolea kipawa mbele Okay. Ile makosa nilifanya nitarekebisha, na vile nilichangia kuletea Wakenya ile shida iko hapa mbele, nitasaidia Wakenya kutatua hili shida, kwa sababu mimi nilichangia kiasi kikubwa kuleta hii shida iko Kenya.